Mnataka mimi niwape watu wale wale walioathirika 2020, naamini wengine hamtaweza kuwasikiliza wale wale walioathirika 2020. Mimi naamini 100% kuna watu humu hamtaweza kuwasikiliza. Ukiwasikia waliofanyiwa 2020, watizame leo, watakuwa na wasiwasi kiasi gani eh? Hivi leo tunapozungumza, tumepiga kelele, tumesema kwamba kuna watu tuna orodha ya watu no, ishirini na moja elfu orodha ambayo tumeiwasilisha serikalini, elfu ishirini na moja ya watu ambao wamenyimwa za NIDA. Sasa jamani, tunazungumza amani. Hiyo amani hiyo wa itakuwa wapi? hawa wame tuna watu leo wana vile virisiti vile washapewa, washakwenda, washa, kuandikishwa wamepewa virisiti, za NIDA zao zimezuiwa makusudi. Kwenye jimbo moja tu la Gando watu elfu nne and we have evidence of that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 Na unakwenda mwenzako, umefanya juhudi zote zote zote umemaliza, mwisho mtu anakwambia tukae tuje tugawane majimbo uchaguzi, tuwafanyie watu utapeli. Uchaguzi ndo unaojenga accountability watu kwai. Mimi sijaumbiwa kwamba niwe <laughs> niwe na nafasi niliokuwa nayo ni matokeo ya konfidensi ya watu ndio inipe hii nafasi, nami ndo takuwa na raha, ndo takuwa na amani. Lakini leo mi naamini keda, mkisimama jamani, tuseme ni ukweli. Watu mkisema kamati ya amani, watatazamana amani hii tunaoitafuta, au wana amani nyingine? Misingi yake jenga amani. Kwa hivyo mimi niwaunga mkono sana kwenye juhudi hizi lakini jamani, utafuta amani kunataka utmost good faith. Tuweni kama mtu umeamua kwenye uwemo kwenye hili. Nyinyi watu wa heshima kubwa sana, wakisimama mzee wetu hapa, mimi nasema haya kwa uchungu sana, kwa sababu nataka ni mjenge heshima <tune>